Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Washikadau katika sekta ya elimu na afya eneo la Likoni wameshinikiza umuhimu wa wadau wote kuzingatia usafi wa hedhi shuleni ili kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo yao ipasavyo. Wakizungumza katika shule ya msingi ya Mwangala wakati wa kutoa taulo za hedhi na bidhaa nyingine za usafi wamesema ukosefu wa sodo husababisha watoto wengi kukosa kuhudhuria masomo na wengine kupata maambukizi ya magonjwa na hata kutungwa mimba za mapema. Lawrence ng'ang'a anaarifu zaidi. Usafi wa hedhi kwa watoto wa shule unaendelea kupigwa jeki, washika dau wakisisitiza umuhimu wa wasichana kupata sodo ili wasalie shuleni na kuhudhuria masomo yao kama kawaida. Wanafunzi wakihamasishwa dhidi ya unyanyapaa kwa wasichana waliovunja ungo. Hufai kuogopa kupata hedhi zako, sawa? Ni kitu ambayo inafanyika kwa kila msichana. That is a step of growth, sawa? inamaanisha unakuwa mkubwa, sawa? na ufai kuogopa, tuweze kuondoa unyanyapaa, hivi kwamba hata watoto wetu wa kiume wakati eh, watoto wetu wa kike wanapitia mambo kama haya, ama dada zetu, tuna wasapoti, isiwe ni ile kuwakejeli, isiwe ni ile kuwacheka, isiwe ni ile yani inakuwa ni kama laana, bali ni tuweze kukubaliana na zile hali na kuweza kuwasaidia hii hali. Pia wakati mtoto wa kike akiangaliwa vizuri inaweza pia kuweka kizazi chake kikiwa vizuri na tukiweza kuacha kuwashughulikia wakiwa katika hali hii, huwa pia inaweza kuathiri kwa kizazi chake wakati akiwa mkubwa. Zaidi ya wanafunzi mia tatu katika shule ya msingi ya Mwangala wakinufaika na sodo kutoka kwa wadau tofauti wakiongozwa na wakfu wa Taji Langu na AHF Kenya, hii ikichochewa na hitaji kubwa la taulo hizo ili kuzuia wasichana kutaabika wakati wa hedhi na kusababisha wao kutohudhuria shule. Um, hatutaki watoto wetu wakuwe ni wale vulnerable wa wakuwa wanaweza pata ambukizwa ma, e, virusi vya HIV kupitia wao kuwa ti wamekosa pad ama imekuwa ngumu wao kwenda kuomba barabarani na kudanganywa. Mimi nishawahi kwenda shughuli nyingi kuona watu wanapewa hizi sodo, lakini jana niliona ajabu ajabu ya kuwa hizi sodo zililetwa nyingi sana. Mimi nikienda mali naona kama box mbili tatu, ile ofisi yangu imejaa kama mimi mwenyewe nashangaa, nasema watoto u ama tutafungua duka ma tuna biashara na madam mama, in case kutakuwa na upungufu utatuambia. Lakini tumesema watoto wamwangala lazima wasome na wahakikishe kwamba mambo mengine wanaweka nyuma, manake wewe kama mtoto tunataka uenjoy utoto wako. Utaenjoy utoto wako vipi kama unakaa una wasiwasi benki ya sodo ikianzishwa hapa, ili kuchangisha sodo zaidi za kufaidi shule nyingi eneo la Likoni. Yani tunataka tuwe na hazina ama benki ambayo tutakuwa tunaweka padi haswa hapa kwetu Likoni mwanzo, ili mtoto wa kike katika kaunti ya Likoni asikose kwenda shule kwa sababu ya pedi. Kwa hivyo kama foundation yetu leo tunazindua rasmi padbank, taji langu padbank, ambapo pia tutaitisha msaada kwa wengine, iwapo utakuwa una shilingi mbili, una shilingi tatu. Maanake wewe mzazi, mwanza nizungumze na wazazi wa mwangala. Kuna wale ambao angalau pengine wanajiweza, ulikuwa unamnunulia mtoto wako padi, lakini umeambiwa kwamba mtoto wako mwaka mzima hata nunua padi. Ile pesa utaipeleka wapi? Saidia mwingine. Basi, Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen.